Tunaingia katika segment nyingine, ni aina za wakfu kwa haraka haraka. Wanachuoni wamegawanya wakfu katika maeneo makubwa mawili ya msingi. Ya kwanza, mgao wa wakfu kwa mujibu wa malengo ya wakfu. yani hii wakfu inatolewa kwa malengo gani, imegawanyika katika sehemu kubwa tatu. Ya pili, kwa mujibu wa aina ya mali inayotolewa, imegawanyika katika mafungu mawili makubwa. Kwa mujibu wa malengo, yani ya wakfu inayotolewa imegawanyika katika malengo. Ya kwanza ya kwanza kuna kitu kinaitwa wakfu alkhairi, mtu anatoa wakfu kwa ajili ya njia za khairi, ndio hiyo tunaita charity, mambo mazuri. Hii ni ndio aina ya kwanza ya wakfu na ndio aina kubwa zaidi kuliko nyingine. Aina ya pili inaitwa wakfu alahli au dhuri, ni mtu anatoa wakfu kwa ajili ya watoto wake, kwa ajili ya familia yake, tulizungumzia kule mwanzo. Hii ni aina ya pili ya wakfu, lakini aina ya tatu ni wakfu almushtarak.

msikiti wakishajiwa, msikiti wajane gani, ile ndio wakfu khairi. Ndio tunatoa wakfu katika njia za khairi, katika taasisi za khairi, ili ziweze kufanyiwa khairi kwa lengo la kurba, kujikurubisha kwa Allah, subhanahu wa ta'ala. Mfano, mtu anasema, mimi ninatoa shamba au ardhi au nyumba, naitoa wakfu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya msikiti fulani, kwa ajili ya kitu fulani cha yatima, kwa ajili ya wajane, anataja na matumizi yake. Hii inaitwa wakfu alkhairi. Anatoa wakfu kwa ajili ya watoto wake wafaidike na matunda ya wakfu au kusomesha, kwamba hii nyumba naiacha ni wakfu, lakini ni kwa ajili ya kusomesha watoto wangu, haiendi kwa watu wengine. Wanaosoma watapata hapa katika hii nyumba, au mabinti zangu ambao wataachika, hawana sehemu ya kwenda, wakfu itawasaidia ni wakfu, lakini ni dhuri, ni family, au nawachia watoto wangu wa, wataangalia watasaidiana wenyewe kwa wenyewe.

Katika jamii inazunguka inazunguka ndani ya family, ni ni ni lazima mtu wakfu. <laughs> Na nani? Wakfu. Ni lazima aainishe ili asiwachanganye watu, hasa baadaye anaitwa dhuria ya familia yangu, itakuwa imewachanganya Waislamu wengine. Ni lazima aweke wazi kwamba ni wakfu, lakini ni maalum kwa ajili ya watoto wangu na watoto wao na anachagua mmoja katika watu wa familia, ndio atakuwa msimamizi wa ile wakfu. Aweko hai, akifariki, itaendelea kusaidia familia. Na hii ni wakfu muhimu sana, imesahulika katika mujtama na, no, na watu wanaacha watoto wao katika hali mbaya kabisa. Lakini utakuta katoa nyumba mbili zinakwenda kusaidia mayatima, zinakwenda kusaidia sio kitu gani, lakini watoto wake ni ombaomba barabarani. Mashallah, mashallah, mashallah. Aula nas ni watu wa karibu yako. Waangalie, ukataka kufanya kheri, fanya kama alivyofanya Umar mshtarak. Sehemu iende kwa kheri, sehemu baki kwa familia ili watoto wako wafaidike na ile wakfu sio ya kwao, lakini matunda yale wanagawiwa kila mwisho wa mwezi wanapata, kama kila mwisho wa mwaka wanapata fungu ili waishi katika maisha yaliyokuwa mazuri. Hii imesahaulika katika mujtama tulionao. Na hapa kuna hadithi ya Saad ibn Abi Waqqas Anasema alinijia Mtume sallallahu alaihi wasallam akinitembelea, nilikuwa ni mgonjwa sana, zama za hijra za wada, yani mwishoni mwishoni mwa maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba anasema nikamwambia, ya Rasulullah, mimi na mtoto wa kike ya mali sadaka na wakfu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la, usifanye. Kala bishatri, basi nitoe nusu yake. Kala la, sema usitoe. Kuntu thuluth, basi nitoe thuluth ya mali sadaka. Kala thuluth wa thuluth kathiir. Toa hiyo thuluth, hata hiyo thuluth ni nyingi sana unaitoa. Sawa, akazungumza maneno haya muhimu sana innaka an tdaa warathataka aghnia, wewe kuacha warithi wako wamejitosheleza, hayu ni bora min antadharhum, ala kuliko kuacha wakawa ni mzigo. Yatakafafuna nasa, wanaombaomba kwa watu. Acha watoto wako na mali usitoe yote. Kwa hiyo ndugu zetu, unatoa wakfu, anza kwanza kufikiria watu wa karibu yako watafaidikaje na ile wakfu kabla ya kujaitoa katika amali nzuri, lakini utakuwa umeruka hatua kwenda hatua nyingine, ambayo kusema kweli ndugu zako wa karibu, unaweza kusababisha kukata undugu na kukufanyia hosda nyingi kwa sababu umewasahau katika hilo. Ndugu zangu Waislam, wakfu almushtarak, aina ya pili tulioizungumzia, inajumuisha kati ya aina mbili za wakfu, yani khairi na dhurri, kama tulivyosema Umar alivyokuwa eh, amefanya. Na hiyo ni wakfu nzuri sana kwa sababu ya malengo yote. Yatima wanasaidiwa, wajani wanasaidiwa, maimamu wanasaidiwa, lakini familia yako nao wasiokuwa na uwezo wanapata fungu pale, umewaingiza katika ile wakfu, wanasaidiwa. Kwa hiyo umepata fadhila zote mbili katika hii wakfu ad-dhurii na wakfu al-mushtarak. Ndugu zangu Waislamu, aina ya pili ya mgawanyo wa wakfu kwa mujibu wa aina za mali, aina ya kwanza ni mali isiyohamishika. Mali isiyohamishika, tunaingia katika maudhui sasa ngumu ya wakfu mali isiyohamishika aina, aina mali ya kwanza. Aina ya pili mali inayohamishika ya wakfu. Sasa hizi ufafanuzi wake unasemaje? isiyohamishika ni kama vile ardhi, majengo, nyumba zote zinaitwa aqar au real estate. Hizi ni auqaf ambazo hazihamishiki, ziko sehemu, huwezi kuzihamisha. Inayohamishika ni kama wanyama, tunatoa wakfu wanyama. Masahaba walikuwa kutoa farasi e, silaha f mbalimbali lakini vile vile fedha, nazungumzia mwishikeshi ni wakfu inahamishika. Kwa hiyo kuna wakfu ambayo haihamishiki na wakfu ambayo inahamishika, lazima mwelewe hayo aina mbili hizo za za za, za wakfu. mtoaji ya pili, almaukufu ni kile kitu kilichotolewa. Hii ni nguzo ya pili. Nguzo ya tatu, alnadhir, msimamiaji wa ile wakfu anaitwa mtawali, na sasa ya ya sasa hivi tunaoita trustee kwa lugha ya kisheria sasa hivi. Ni nguzo ya nne ya na unatoa wakfu kwa nia ipi? Kwa, kwa mkataba upi? kwa ajili ya kitu gani? hivi vitu aniyovipatikane vyote katika wakfu. Na nguzo ya tano almawqufu alayhi, beneficiaries wanaofaidika na ile wakfu. Hizi ni nguzo tano za wakfu, muhimu kila mtu azifahamu, azihifadhi kama nguzo tano za Uislamu, kwa sababu ndizo zinasimamisha wakfu: mtoaji, kinachotolewa, e, swira contract inayetolewa Eh, beneficiaries na msimamiaji anayesimamia ile wakfu wow. Nguzo hizo tano. Na matatizo yote ya wakfu haya tunayoyazungumza, changamoto zilizopo katika jamii yetu, ni kwa sababu ya kutoelewa nguzo hizi. Nguzo inapopoteza moja katika hizi, inakosa uimara ile wakfu, na inapelekea ile wakfu kufanya nini? Kupotea au kuliwa na wajanja wachache. Lakini kama inakamilika katika nguzo kama hizi, haiwezi ikapotea. Na hizi nguzo Imewekwa na watu wetu wa Kiislamu na zinafanuliwa kwa ukuti. Waqif ni mtoaji, anayetoa waqf. Sharti zake ni lazima awe kwanza ana uwezo wa kutoa. Yani, ni mmiliki wa kile anachokitoa. Hii ndio sharti la kwanza la waqif. Mimi natoa mali yangu, yenye kuhamishika au isiyohamishika. Sawa eh? Anazungumza haya maneno lakini si ya mdomo tu, yanaandikwa. Ndio maana kuna kitu kinaitwa sigha, contract. Huyu nadhir au mtawali au trustee kazi yake Anasimama katikati baina ya anayetoa na baina anayefaidika. Yuko pale kwa niaba ya Allah subhanahu wa taala kuhakikisha kwamba ile mali inatumika kama mtoaji alivyotaka na lengo, na kwa malengo na aliyoyataka kwa mfaidikaji, na ile wakfu iendelee kuwepo, iendelee kuzalisha, iendelee kutoa faida. Hii ndio kazi ya nadhir, mutawali na trustee. Kwa hiyo matrusti tulio wasundani tujiulize kama hii kazi tunaifanya au tunajua hili. Mashallah. Huyu ni wakfu almawqufu, kitu kinachotolewa. Sawa, so, ni, ni, ni, ni wakfu aina yote, muda wa kudumu ni halali, chumo la halali anaimiliki mwenye kuitoa iwe ni yenye kuhamishika au haihamishiki, lakini ameitoa kwa ajili ya mujtamaa wa Uislamu, kile kile alichokitoa ndio kinaitwa mawqufu, kitu ambacho kimetolewa. Napunguza kidogo sharhi kwa sababu mbele kuna mambo mengi na muda hauturuhusu kuingia katika sharhi kwa upana sana, lakini kuna swigha hii watu wengi wanaikosea nia katika mujtamaa wetu. Jinsi ulivyo, tumelelewa katika misingi ya kuwaheshimu wanachuoni na mashekhe naam, naam. Mtu anakuja kwa shekhe wa msikiti ana nyumba yake Kariakoo, anampenda shekhe wake, amesoma darasa zake, ameshiba vizuri, anakuja kumnongoneza, sema sadaka haitakiwi watu wajue na kuwa inaingia ria ndani yake. Shekhe anakwambia kitu, ile nyumba yako pale, unifahamu ile pale mkona kale yako pale sana, ile kwa wakfu ukabidhi. Wewe kuamini shekhe wako, nakupenda, sawa, usiwambie watu, usiwambie watu sadaka yako. <laughs> ni kutokana na ujahi katika masuala ya wakfu ni swala linahitaji contract, contract, kwamba shekhe unakuja na wathika umeshaandikwa anasai tu yeye kapokea, ndo msimamiaji wako, na wewe una sign na unamwelekezea na sehemu za kutumika wakfu yako, kopi na baki pale msikitini, kopi moja anakuta naye anotoa wakfu wa watoto wake, hmm. Nyumba nyingi zimepotea katika miji yetu Tanzania sababu ya nah. Tuseme la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Na huyu shekha alopewa labda alikuwa na nia nzuri, kwa katoa kwa siri, basi ibaki tetea dokumenti zile, ameweka kwenye sanduku lake, kwenye kabati yake. Mauti imemkuta watu, tutakuja kupekua sahihi hapo yetu bwana. Nikuja kufanya nini hapa eh? ya kwetu nyumba, sha kesi, kesi unashinda, nyumba ya wakfu imekwenda. Lakini mi lazima misingi hii iwepo Unapotoa wakfu ni lazima kuwe kuna document hii. Ilifanyika makarne na makarne yaliyopita. Leo tuko katika karne za teknolojia na maendeleo, kwa nini tunafanya vitu kienyeji? Unatoaje wakfu yako, haina documentation haina yoyote, haina ushahidi wa aina yoyote, haina maelezo kwamba nataka itumikaje. Unaacha tutumie utakavyotaka wewe, haiwezekani. Elezea saidia msikiti, elezea sharti lile, lazima ulitekeleze, utakuwa umemsaidia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sigha ni contract ya wakfu muhimu sana, haipo katika maeneo mengi, watu wametulia. Nguzo ya mwisho beneficiaries, wanaofaidika. Wanaofaidika katika ile wakfu ni jamii ya Kiislamu, iwe ni wajane, iwe ni yatima, iwe ni maduati, iwe ni walimu iwe ni mashehe iwe wanaofaidika, naweza kuwa wanafaidika wanyama, kama tulivyoona katika mifano iliyopita, ni wale ambao wamekusudiwa katika ile wakfu. Hawa ni muhimu nao wakafahamu kwamba wanayo wakfu ambayo inatakiwa iwafaidishe wao, ili waweze kumsimamia msimamiaji aliopewa jukumu la kusimamia ile wakfu, kuhakikisha kwamba ile wakfu inafika katika walengwa. Kwa hiyo ni lazima kila kundi limwangalie mwenzake kwa njia hii, auafu sababu ya hawajui kitu chochote, kufuatilia kama ujue haki yako iko vipi, kama ni yatima, kama ni wajane, kama ni maimamu, kama ni maduati, lazima hivi ni vitu vinaandikwa vinakuwepo katika documents za kadhi za mtoa wakfu na msimamiaji wa ndani wa wakfu. Kwa hiyo hizo nguzo tano za wakfu ni muhimu sana tukazifahamu huyu ambaye anaitwa nadhir mutawali au trustee ambaye ameteuliwa na wakfu. Sababu wakfu lazima amteule msimamiaji wake. Katika zama tulizonazo nazo kuna vitu vinaitwa entity, taasisi. Zamani ilikuwa ni mtu binafsi kama taasisi, sasa hivi kuna taasisi zimesajiliwa serikalini na ndio zimepewa mamlaka ya trust na RITA. Watasimamia mali za wakfu za watu waliotoa wakfu no. ahiv kwa hawa nadhira au mtawali wanaingia katika trusti. Leo ukimkabidhi mtu binafsi ardhi yako, hawezi kuifanya transfer kwenye waqfu mpaka awe taasisi. Sababu lazima apate consent kutoka RITA. Kwa maana tunamtambua taasisi fulani anaruhusiwa kumiliki ardhi kwa matumizi ya kijamii. Kwa hiyo huwezi kutoa waqfu kumpa mtu tu na mwalimu sheikh fulani, sheikh fulani ndapotea waqfu yako inakuwa ya mtu binafsi, ni lazima iingie katika moja ya taasisi zilizosajiliwa. Na ni lazima uangalie katika ile taasisi uaminifu wao. Wanachuoni wanasema huyu na vifu mmoja katika muwaso wakati zake awe ni amin, hana mukhalafati sharia, hana kesi za jinai za dhulma. Akiwa nazo na hafai kuwa mtawali, sio tu kwa sababu nampenda. Ni hivi, ni mali ya Mwenyezi Mungu ile, shekhe yani, kwako tena ile historical background yeah,

pale juhudi kubwa sana kuhakikisha kwamba zinabaki na zinatumika katika baada ya kuwa mlolongo wa kesi hizi kwa kwa ni nyingi, ni nyingi nyingi sana, kwa maana wameanza dawa sasa. Hiyo tunaipongeza Rita, tukipitia kusati la mtoto